Uhuru wa Yesu. Tunamshukuru Mungu tena tumefika Tabora. Uh, jina langu ninaitwa Emmanuel Shirikale, mchungaji wa kanisa la African Inland Church Tanzania, mkuu wa idara ya injili na misheni wa kanisa letu la AICT. Uh, tunayo furaha kubwa tumeingia katika Dayosisi ya Tabora na mahali hapa baada ya kupita na kuona maeneo mengine mbalimbali mbali ya vituo vya umisheni na tumepata nafasi sasa ya kuongea na viongozi wa Dayosisi ya ya Tabora eh, wakizungumzia habari za umisheni katika Dayosisi ya Tabora. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kuongea na viongozi, tutapata nafasi ya kusikia mawazo yao, tutapata nafasi ya kusikia wito wao. Napenda kuwakaribisha kabisa watazamaji na wasikilizaji wetu, karibuni sana, karibuni sana Tabora. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ninaitwa mwinjilisi Vitalis Madu, mratibu wa, Madu, wa idara ya Injili Dayosisi ya Tabora. Uh, mwaka 2025 tunayo semina elekezi kwa majimbo yote na dosisi yetu yote ya Tabora inayolenga uh, ku, uh, inayolenga kazi kuu tatu: kazi ya umisheni injili pamoja na uamsho. Upande wa uh, umisheni, dosisi ya Tabora yenye mikoa minne, tuna jumla ya vijiji 1521 na, na tuna wakazi kwa mujibu wa sensa Uh, milioni nane laki mbili kumi na tatu elfu themanini na tatu na tuna majimbo kumi na mbili na tuna pasole tisini na sita. Mpango uh, wa injili ni kuyafikia makabila yote ambayo iliyopo katika dayosisi ya Tabora, lakini jambo la pili ni kupanda makanisa kwenye vijiji vyote katika dayosisi yote ya Tabora. Namba tatu ni kujifunza tamaduni na mila za makabila yote. Namba nne, kuandaa watu watakaokwenda shambani mwa Bwana kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Kwa hiyo mpango kazi huu aa, wamepokea viongozi wote wa majimbo, viongozi wote wa pasoleti, na bado tunaendelea chini ya kiongozi wetu askofu aa, Joshua Lusato pamoja na katibu mtendaji. Bwana awabariki. Wito wangu ni watu wote tuweze kugeukia kazi za umisheni ambayo ndio moyo wa Kristo. Mathayo 28 ule mstari wa 19, Bwana ametupa agizo kwamba enendeni mkafanye mataifa yote, na sisi tuko tayari. Lakini Warumi 15:20 Paulo anasema nikijitahidi kuhubiri injili nisije nikapanda a, msingi juu ya msingi wa mtu mwingine. Kwa maana hiyo ni kupanda makanisa katika vijiji vyote ambavyo bado vijiji havijafikiwa neno wa Mungu. Bwana awabariki sana Amen. Naitwa mchungaji Beatus Mlima ni mwenyekiti wa jimbo la Nzega. E, Nzega tuna pastoreti sita ambazo mwaka huu tumekuwa na semina elekezi, e, kutoka kwenye idara ya injili na misheni ikituelekeza kufanya kazi ya utume mkuu katika maeneo mbalimbali mbali maeneo ambayo hayajafikiwa ya watu mbalimbali mbali wenye utamaduni tofauti tofauti, na kutokana na hayo, mwaka huu tumeweza kufanya umisheni kwenye maeneo mbalimbali na pamoja na ndani ya, ya jimbo letu na nje ya jimbo letu mojawapo tumewafikia watu wenye utamaduni mbalimbali mbali, kama Wanyamwezi e, Wanyiramba na Waha wa kwa kweli tumeona Mungu amefanya mambo makubwa. Na si hivyo tu Mungu ametujalia kwa tarehe moja mwezi wa tano tulielekea huko umasaini vijiji vya Samunge Engaresero e, Pinyinyi e, Masusu na Laika, tulifanya kazi huko ya injili. Kwa kweli tumemwona Mungu akifanya kazi kubwa kwa ajili ya watu wa Masai na Wasonjo. Tumejifunza mambo mengi na Mungu ameweza kuonekana kwa kazi hiyo iliyo njema. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya makabila hayo ya bado yako kwenye changamoto kubwa lakini pia yanahitaji kufikiwa na watu mbalimbali mbali kwa ajili ya kazi ya utume huo mkuu unaolihusu kanisa la Mungu. Mungu alitujalia tumeifanya kazi huko, kazi nzuri ya Mungu, lakini kuna watumishi ambao wanatumika mazingira hayo. Tungependa kuomba e, kanisa liguswe zaidi kwa ajili ya huduma zilizoko kule. Kuna watu ambao wanahitaji Mungu aweze kuwagusa zaidi hasa kupitia neno la Mungu. Mojawapo tutumie kwaya zetu. Tulienda na kwaya ya Nzega tauni kwaya ambayo tumehudumu nayo. Kwa kweli walifurahi sana na wakakumpokea Yesu kwa wingi. Na kuna changamoto za mahali wanapoabudia. Wanaabudia kwenye vichaka ambapo bado hawajapata kujengewa majengo. Tulifika maeneo ya Pinyinyi kidogo pale wameanza kujenga, lakini kuna maeneo Laika wanasalia kwenye, kwenye kichaka. Kwa hiyo tuliguswa sana na jambo hilo. Tunazidi kuomba kwamba kanisa liguswe kuelekea kwenye maeneo hayo na kwa kutoa sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kuna, kuna baadhi ya watu wanatoa kwa, kwa watu wasio lakini sisi tunapaswa kuangalia kwa watu kama hao. Kwa kweli kuna uhitaji mkubwa sana, watumishi walioko kule wana mazingira magumu, usafiri E, wakupeleka Injiri pamoja na hayo e, tunaomba Mungu e, atusaidie sisi sote kuguswa kuelekea huko, vikiwemo vikundi vyetu vya kwaya e, wakiwemo watu mbalimbali. Unaweza ukahudumu kwa njia ya fedha, kahudumu kwa ajili ya kitu chochote unachoweza kuguswa nacho kwa ajili ya kuelekeza kule kwa ajili ya kazi ya Bwana, ninaomba tu watu wengi wenye taaluma mbalimbali kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu kwenye maeneo kama hayo tuliyoyafikia, kama niliyoyataja mojawapo Pinyinyi Masusu, e, Ngaresero. Tukiyafikia hayo maeneo tutakuwa tumefanya kazi kubwa, na maeneo mengine yaliyoko kwenye nchi yetu ambayo hayajafikiwa, tukajenge msingi huko kuliko kujenga msingi mahali huku kuliko na, na msingi mwingine. Tunaomba tu, wito wangu ninaomba kanisa liguswe kuzitumia kwaya kuwatumia watu wenye fedha kuwatumia watu wenye moyo na wenye nia njema kwa ajili ya kazi ya Mungu ili tuweze kutimiza utume mkuu wa Yesu Kristo. Naitwa mchungaji Jeremia Choroba Zakaria, mwenyekiti idara ya Injili na Misheni katika dayosisi yetu hii ya Tabora, na ni mwenyekiti wa jimbo la Igunga. Anapenda kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ya pekee juu ya kuzungumzia swala letu la umisheni mwaka 2023 hadi 2025, tumepokea semina elekezi uh, katika majimbo yetu na katika dayosisi yetu ya Tabora, ambayo ilielekeza mambo maine juu ya kuyafikia makabila yote katika, katika majimbo yote na katika jimbo letu la Igunga tu, tumeafikia makabila kumi kwa ajili ya kuwaelekeza, lakini pia kwa ajili ya kuendeleza kazi ya umisheni katika dayosisi yetu ya Tabora. Na tunamshukuru Mungu kwa nafasi ambayo inaendelea mpaka eh, sasa, juu ya mratibu wetu wa idara ya injili na misheni Vitalis Madu anapoendelea kuzunguka na kuendelea ku, kupeleka kazi hii ambayo ni wajibu wetu kama dayosisi na kama kanisa letu la AICT. Kwa hiyo kwa nafasi hii tunayo makabila ambayo hayajafikiwa sasa. Ni makabila ya Wataturu, lakini pia kabila Wanyelamba ambao pia wana na kabila la Wataturu, na hao nao pia tunahitaji tuwafikie, ili kuendeleza kazi ya Mungu kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo, kwamba enendeni ulimwenguni wote mkaihubiri injili kwa kila makabila, na ndio wajibu wetu ambao tulionao mpaka sasa. Tunamshukuru Mungu na tunaendelea na kasi hiyo, na Mungu atubariki sana. Samuel Julius Kurwa ni mwenyekiti wa jimbo la Igurubi. Ninamshukuru Mungu kwamba kwa mwaka huu tumepokea mpango mkakati kutoka idara ya Injili na Misheni na mpango kazi ambao umeratibiwa uh, katika mwaka huu kwa, kwa miaka mi, mi, mi, mitano ijayo. Kuna mambo manne muhimu ambayo tumepokea kutoka semina, kutokana na semina elekezi ya kwamba kitu cha kwanza ni kuyafikia makabila yote, lakini jambo la pili ni kuvifikia ni ku, ni, ni, ni vijiji vyote ambavyo viko katika maeneo yanayotuzunguka. Na jambo la tatu ni kujifunza mila na desturi za makabila hayo ambayo E, hao watu e, wa, wanaishi kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo ni, ni vizuri tukajifunza mila na desturi zao ili tuweze kuwa, kuwasilisha ujumbe wa Yesu Kristo watu hao wakamjue Mungu. Lakini jambo la nne maelekezo yanasema kwamba tunatakiwa kuandaa watu kumi ambao sasa wataenda kutoa huduma kwenye mazingira hayo na kuhakikisha na kwamba wanawafikia watu ambao eh, bado hawajafikiwa na, na Injili. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kutokana na mpango kazi huu, katika jimbo la Igrubi tunatarajia kufikia vijiji uh, visivyopungua kuanzia vijiji ishirini na wito wangu sasa, niombe kwamba tu, tuwe na moyo wa wa umisheni tufikie mazingira ambayo injili bado haijafikia. Tuombe Mungu atutie nguvu kujali na kuangalia huduma hii muhimu ambayo, uh, inalenga wito mkuu wa Yesu Kristo kuwafikia watu wote. Lakini mwisho ni watie moyo watumishi wa Mungu wa mishonari ambao sasa tayari wako kazini, kwa jinsi ambavyo wanaendelea kujitoa kuifanya kazi ya Mungu katika mazingira magumu. Basi na Bwana wabariki, na Mungu atuinue. Jina langu ninaitwa Daudi Matias Chege wa Mbuga, ni katibu wa kwaya ya Nzega Town Choir. Kwaya tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutuwezesha, na tuliweza kupokea semina ya umisheni ambayo ilifanyika pale Dodoma, lakini pia tuliweza kufanyika pia Nzega kupitia mratibu wetu wa injili Bwana Vitalis Madu na tulitekeleza kwa kwa vitendo tuliweza kwenda huko Loliondo na tuliweza kuhudumu katika kijiji cha Nangaraseli, lakini pia tuliweza kuhudumu katika kijiji cha Pinyinyi na vijiji vingine mbalimbali mbali, tuliweza kufanya kazi ya Bwana kwa kuweza kuwahubiri Wamasai. Kwa hiyo tunashukuru sana Mungu, kazi hii tuliifanya, tumeitekeleza kwa vitendo na sasa hatuna deni sana lakini, ingawa kule Loliondo bado kunahitaji injili. Mimi niombe nitoe wito ya kwamba kwaya za dayosisi yetu ya Tabora, lakini pia na kwaya zingine za AICT tuweze kufanya namna yoyote ili tuweze kuwafikia Wamasai huko Loliondo. Ni watu ambao bado hawajafikiwa na injili, sasa injili iwafikie kupitia kwaya zetu. Sisi tunashukuru Mungu tumejifunza mengi na yale ambayo tulikuwa tujawahi kuyaona, tulikuwa tukisikia tumeweza kuyasikia na tumeweza kuyaona kwa macho yetu, na tuna hamu sana siku nyingine tena tuweze kwenda kufanya hii kazi, tutaenda kufanya vizuri zaidi zaidi na zaidi. Majina yangu naitwa Misezi Nema Zakayo. E, ni mwanakwaya wa Nzega tauni kwaya na hudumu katika kwaya hiyo. Katika kanisa la AICT Nzega. E, napenda kumshukuru Mungu mimi na ushuhuda ambao tuliondoka sisi wanakwaya kuelekea Loliondo safari ya umisheni. Tunamshukuru Mungu kwa sababu alionekana kwetu, e, na katika hiyo safari tulifanikiwa kufikia makabira ya Masai na Wasonjo na na vijiji vitatu ambapo tulihudumu ikiwemo kijiji cha Engarasero na Pinyinyi na Alaika. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu aliweza kuonekana kwetu na wale watu wanaohitaji sana wa neno la Mungu. Tunamshukuru kwa sababu kila tulipokuwa tunapita tunaona dalili ya kwamba kuna watu ambao wanaohitaji wa neno la Mungu. Wito wangu mimi ni kwa kwaya zote za hapa Tanzania kwamba tu, tusiwe na ile mialiko tu ya kupeleka Injili Krismasi na Pasaka. Pia tufikirie kwamba ni namna gani kuna watu ambao wanaweza yani ha, ha, ha, hawajaweza kufikiwa na ujumbe wa neno la Mungu. Tukiungana kwa pamoja tukaweza kuwafikia wale watu, kwa kweli kazi ya Bwana itasonga mbele na tutaokoa roho za watu wengi. Kwa majina, naitwa Mary Blush, ni mwimbaji wa kwaya Nzikatauni Kwaya. Kiukweli napenda kumshukuru Mungu. Tumetoka hapa tukaelekea umisheni, tumeona mambo mengi, tumejifunza mambo mengi na tujawahi kufanya hiyo hiyo shughuli yaani, ni huduma ya Mungu ya umisheni. Yaani kwa mimi, kile ambacho nimejifunza ni kwamba yani, tukiitwa sehemu yoyote kwaya kama zingine, ushauri wangu ni kwamba tusichague sehemu ya kwenda kuhudumu. Kwa kweli nimependa huduma za kule, wako vizuri umisheni, yani hawabagui, ni watu wenye msimamo na hawana ile ubaguzi. Kwa kweli tumeishi maisha mazuri kule, tumeenda kufanya, tumetembelea vituo vitatu ambavyo ni Alaika na Ngaraselo. Kwa kweli ni watu wazuri, tumewapenda na pia wanahitaji turudi kufanya hiyo shughuli. Ni huduma ya Mungu. Kwa kweli Mungu alisaidia na amna kile ambacho tumepungukiwa. Kwa kweli tuna, tuna tamani tena turudi Fanya umisheni kule tulikotoka. Kwa majina yangu, naitwa Mama Kadome. Niko kanisa la AIC Nzega. Ni mwimbaji wa Nzega Tauni Kwaya. Mimi nilihudhuria semina ya umisheni kule Dodoma, ambayo ilihusisha viongozi wa kwaya. Na semina hiyo tulijifunza mambo ya umisheni. Sasa katika kufanikisha, ilibidi tulivyorudi majumbani, ilibidi sasa tuanze kutekeleza. Kikundi changu cha Nzega tauni kwaya tuliamua kwenda Umasaini, kwenda kufikia makabila ambayo hayajafikiwa na neno la Mungu. Katika makabila ambayo tuliyafikia tulifikia Wasonjo wa Masai, na tukakuta hayo makabila kwa kweli neno la Mungu liko nyuma na hawajafikiwa. Kwa hiyo tukawiwa kuanza kuwafundisha neno la Mungu, tulihudhuria kanisani tukakuta wanasali katika vi vijumba vyumba, wengine kwenye miti, lakini tukaona watu wale wana hamu ya neno la Mungu. Basi kwa kutekeleza tu na ushauri wangu, ninashauri vikundi vingine tena viweze kuyafikia hayo makabila, kwa kweli ni makabila ambayo wanahitaji neno la Mungu ili neno la Mungu lipate kuenea.